Inki mwa kwa reke re pare go tiju pare ya kwa njira bang. Omo gambi ya katena ganda vi ngaya manga na iyo iguete. Wano wachi re njuma rato kote e pare ni yari metro angiri. Njia ambayo ilikuwa inatoka apa inaenda mpaka uko Nyaribari. Watu warikuwa na pita uko pira shida yoyote. Padaye nikasikia kwamba watu wameita Mheshimiwa Henry Moracha wamemuuliza wa, wa awalimie barabara hapu na bila shaka Eneri kushirikiana na serikali ya kaunti, wakakubaliana wakaja hapa tukakubaliana sote kwamba barabara ipite hapa iende mpaka Nyaribari. Serikali imetumia rasilimali nyingi sana kujenga hii barabara. Punde <coughs> si punde, nikakuja kusikia kwamba kuna vijana wa huyu mzee Asiago wamekuja wakasema hawakutaka barabara ipite katika shamba lao.